katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo utaona kuwa una nguvu kubwa ya kujitolea na kuhamasisha wengine. Hii ni siku nzuri ya kuchukua hatua kubwa katika kazi. Siku hii ya leo, leta mawazo mapya kazini na usikie mawazo ya wengine. Kuwa kiongozi kwa kuhamasisha na si amri. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, leo upendo utaendelea kuwa na nguvu. Onyesha hisia zako wazi na tafuta njia za kujenga uhusiano wa kina. Upande wa kifedha siku hii leo, fursa nzuri ya kifedha inaweza kujiinua ikiwa utafuata mawazo yako ya kibiashara kwa makini. Upande wa kiafya siku hii ya leo, pumzika na fanya mazoezi ya mwili, tafuta muda wa kujitunza kiakili. Rangi ya bahati ni nyekundu, nambari ya bahati ni moja, mafusho ni cinnamon, manukato ni jinja. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa sita kamili mchana hadi saa nane kamili mchana.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 Unapochukua hatua hakikisha unafanya kwa umakini na mtindo wa kimapenzi, uangalie hatua zinazokupeleka mbele. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, upendo unahitaji usikivu wa kina. Kuwa na subira na usikie kwa makini kila anachosema mpenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, angalia matumizi yako. Huu ni wakati wa kujiandaa kwa siku zijazo, hivyo jenga mipango ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo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 Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo mpenzi wako atahitaji umsikilize kwa makini. Onyesha kujali kwa vitendo si maneno pekee. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka matumizi yasiyopangwa, weka bajeti yako katika hali nzuri. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kujitolea kwa mazoezi ya mwili kutakusaidia kujisikia vizuri. Pumzika vya kutosha. Rangi ya bahati ni njano, nambari ya bahati ni nne.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 na angalia njia za kuongeza mapato yako. Upande wa kiafya siku hii ya leo, meditation au yoga zitasaidia sana. Kula chakula cha afya na jipatie usingizi mzuri. Rangi ya bahati ni nyeupe, nambari ya bahati ni mbili, mafusho ni chamomile, manukato ni coconut. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 11 kamili jioni hadi saa 1 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana na nazo siku hii ya leo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 jitahidi kuchukua hatua na kuwa kiongozi wa kivitendo. Usikie maoni ya wengine na chukua hatua kwa pamoja. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo umakini katika uhusiano wako ni muhimu. Onyesha upendo wako kwa vitendo na uwepo wa kweli. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hii ni siku nzuri ya kuweka mipango madhubuti ya kifedha. Angalia hali ya fedha zako na tafuta fursa mpya. Upande wa kiafya siku hii ya leo,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 Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, uhusiano wako na mpenzi wako utahitaji juhudi na kujitolea. Kuwa wazi kwa mpenzi wako kuhusu hisia zako. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, fanya maandalizi ya kifedha kwa ustawi wako wa baadaye. Angalia maeneo ya uwekezaji. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, pumzika vya kutosha na kuepuka machafuko ya kihisia. Mazoezi ya mwili yatakusaidia kujisikia ya bora. Rangi ya bahati ni beige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 leo uhusiano wako utaimarika kwa mazungumzo ya wazi. Kuwa wazi na mpenzi wako kuhusu hisia zako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, tafakari kuhusu jinsi ya kuimarisha hali yako ya kifedha. Hakikisha unaweka malengo madhubuti na shabaha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kuwa na nidhamu katika lishe na mazoezi. Mazoezi ya utulivu kama yoga yatakusaidia kupata amani ya akili. Rangi ya bahati ni bluu. Nambari ya bahati ni saba.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 Leo nyota zako zitaangaza na kuwafanya watu walio karibu na wewe kuona upande wako wa kina. Hii ni siku nzuri ya kujitolea kwa kazi ya kuchosha, lakini ni muhimu katika kazi siku hii ya leo. Leo ni muhimu kuwa na subira na kufanya kazi kwa bidii ili kuona matokeo chanya. Weka malengo yako mbele. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, uhusiano wako wa kimapenzi unahitaji upendo wa kweli na kujitolea. Uaminifu na usikivu ni muhimu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, tumia busara na usijali sana kuhusu mambo ya kifedha. Huu ni wakati mzuri wa kuwekeza na kujiandaa kwa maendeleo. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ili kuimarisha mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Pumzika na kula chakula bora. Rangi ya bahati ni zambarau, nambari ya bahati ni tisa, mafusho ni sandalwood, manukato ni patchouli. Saa nzuri siku hii ya leo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 Huu ni wakati mzuri wa kuchukua hatua mpya na kujiingiza katika miradi mipya. Katika kazi, siku hii ya leo, fursa mpya kazini zitajitokeza. Shikilia ujasiri wako na uendelee kufanya kazi kwa bidii. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, mahusiano yako ya kimapenzi yatakuwa na furaha na umoja. Onyesha upendo kwa vitendo. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, leo fedha zitakuwa kwenye mwelekeo mzuri endelea na mipango yako ya kifedha lakini usichukue hatari zisizo na msingi. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya mwili yatakufanya ujisikie vizuri. Hakikisha unapata usingizi wa kutosha. Rangi ya bahati ni bluu bahari, nambari ya bahati ni tatu. Mafusho ni cinnamon, manukato ni begamoti. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa nane kamili mchana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 Hakikisha unafanya maamuzi ya kisomi katika kazi siku hii ya leo. Ufanisi katika kazi zako unategemea nidhamu na ufanisi. Fanya kazi kwa bidii na umeze changamoto zinazokuja. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, uhusiano wako wa kimapenzi unahitaji uvumilivu na mazungumzo ya kina. Kuwa wazi na mwenye uaminifu. Upande wa kifedha siku hii ya leo, tumia vizuri fursa za kifedha zinazokuja. Hakikisha unajiandaa kwa muda mrefu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya mwili na chakula bora vitakusaidia kuwa na nguvu na afya njema. Rangi ya bahati ni dark. Nambari ya bahati ni nane. Mafusho ni eucalyptus. Manukato ni cedarwood. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa tisa kamili alasiri hadi saa kumi na moja kamili jioni. Je, ushirikiani na nani?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 kuwa na maono ya mbele. Fursa mpya katika kazi zako zitakuja na ni wakati wa kuzichukua kwa busara. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo leo, mazungumzo yako ya kimapenzi yatakuwa na furaha na ukaribu. Onyesha upendo kwa huruma kwa mpenzi wako. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, huu ni wakati mzuri wa kupanga bajeti na kuwekeza kwa busara. Fursa nzuri za kifedha zitajitokeza. Upande wa kiafya, siku hii ya leo, Fanya mazoezi ya mwili na usijali kuhusu mambo ya kijamii. Hakikisha unapata muda wa kupumzika. Rangi ya bahati ni samawati, nambari ya bahati ni nne, mafusho ni frankincense, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa kumi kamili jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni. Je, ushirikiani na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mizani. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo utajikuta ukiwa na nguvu ya kiroho na hisia nzuri. Hii ni siku nzuri ya kujitolea kwa wale unaowapenda. Katika kazi siku hii ya leo, leo shughulikia majukumu yako kwa ustadi na kuleta mabadiliko chanya kazini. Fanya kazi kwa umakini na usikivu. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, upendo utakuja kwa urahisi. Onyesha hisia zako kwa njia nzuri na kujitolea kwa uhusiano wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo huna haja ya kuchukua hatari kubwa ya kifedha. Badala yake, panga vizuri na tengeneza njia bora za kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya utulivu na chakula bora vitakusaidia kuwa na afya njema. Tafuta muda wa kupumzika